Naitwa Rukia Fadhili Suleiman na sipo peke yangu nipo na wenzangu. Na sisi ni group namba moja. Leo tupo na session yetu inayoitwa darasa huru la kujifunza vitu mbalimbali. Na tutajifunza program inayoitwa Adobe Audition. Zipo Adobe za aina tofauti tofauti, lakini sisi tumechagua Adobe Audition kwa sababu Adobe Audition inatumika katika sehemu mbalimbali hususan katika kurekodi sauti na kuzi edit sauti. Zile sauti ambazo mnasikia katika maradio na ambazo mnazisikia kwenye music zote zinapitia katika programu hii ya kurekodi audio na kuweza kusikika vizuri. Kwa hiyo leo tutajifunza Adobe Audition. Zipo Adobe Audition za, za miaka tofauti tofauti za kutokana na editions zinavyoenda kila mwaka inaweza akatoka Adobe tofauti tofauti. Lakini leo tupo na na Adobe Adobe yetu Audition ya mwaka 2023. Na tutaenda kuifungua Adobe yetu ili tuweze logo yake inaonekana hapo. Naam, karibu. Na hii ndo Adobe yetu Audition. Ina sehemu tofauti tofauti, na nilisema kama nilivyosema, sipo peke yangu, nipo na wenzangu, na hao wenzangu watakuja kuelekeza session tofauti tofauti zilizopo katika Adobe yetu Audition, jinsi ya kuimport files ya kuexport hiyo kazi ya kusave kazi na tools za Adobe Audition na sehemu nyingine.